Usituone kwenye makazi wenye tuku katunasinye machizi. Sisi sio machizi. Kuna watu nyumbani wanatuita baba, kuna watu nyumbani wanatuthamini, kuna watu nyumbani wakituona tumebeba mifuko wanafurahia, mtoto wetu kaja. Kwa hivyo usinione kwenye kazi yangu, kwenye mangeiko yangu, kanyunami chizi. Mimi sio chizi, sio chizi ni, ni shughuli ninayofanya ili watu waenjoy nyumbani. Wewe endelea kuniona chizi na kuna watu wanafaidika kupitia mimi, kupitia ule uchizi wangu kwa hivyo wewe endelea kuniona chizi tu. Au sio? Kuna watu wanafanya kazi wanavaa nguo safi, kuna watu wanafanya kazi wakifika kazini wanavaa wanavua safi wanavaa chafu. Nasikia tuko mara mbili, ila cha msingi ni hela, hela ndio ni muhimu. Hakuna hela chafu, hakuna ile ya, ya kazi safi ya kazi chafu kwa hivyo endelea kudharau watu na wao na wadharau kuwa wanathaminika. Ndio sisi hatuchagui kazi vibaya ya kuiba, weendelea kujitafutia kwa aina yako na mimi niache kwa ile aina yangu, lakini kumbuka nachokifanya nyumbani, kuna watu wanafaidika nacho, au sio? Tusizaruliane kiasi hicho.